Huyu haku ana watoto, anaolewa huku anawachwa, anaolewa huku anawachwa. Mbona hawataki kwenda kuchukua hawa watoto? So, hi ladies and gentlemen, welcome back to my channel. We, mume weza kuona vile Kanyari amewaka moto akasema there is no way watoto wake watapeana watapeana kwa organizations za kusaidia watoto yeye akiwa hai. Amekataa kabisa akasema hata beti bayo, vile alikuwa alive, alikuwa anasaidia watoto wake, na watoto wake hawajawahi kosa. Ni trip ni nini? Watoto wake hawajawahi kosa we, hey my friend. Sasa si ndio nawauliza, sasa zile milioni kumi zenye zilishtangwa na wakafungua hiyo trust account fund sasa zitarudishwa ama kutaenda aje? Juu Kanyari amesema hawezi tikia hiyo upuzi, mpaka akataja kinadimavyo vile watoto wake walinini, vile watoto wake wali, vile alikufa, watoto wake hata wajawai. Sitaki kutaja juu nimeona <laughs> amepewa, ame nini, ametumiwa defamation. So sitaki mambo mingi. So hmm. Sasa hapo sijui kutaendaje. Na Kanyari mwenyewe awezi pewa watoto. Hata kama mnasema amenunua nini ya 90 million, awezi pewa watoto. Awezi pewa watoto, believe it or not. Hmm? Apewa watoto aje? Na ajaoa na huyu ni mtoto mkubwa, na vile akikaribiana na huyo mtoto wanafanya vitu seksi. Mtoto yeye, uh, mtoto yeye ana shida, ana mentality baya, lakini Kanyari akipatana uh, na ako katoto, lazima aonyeshane vituko, akashike sehemu zenye azieleweki, akafanyie nini. Hey, hey, manze, hey. Na yeye Kanyari hii mentality yake ni ile hey, akakaji sijui wot sijui wot So, manzi, mimi nahurumia Kanyari sana. Mimi nahurumia Kanyari juu ni kama Kanyari is trying to force some issues. Kanyari ni kama ana, mpaka anadanganya ana eti alikuwa na Sky Sky akaoda manguo akiti wakiwa wamesimama hapo, ati akaona makaton zimekuja, kumbe ni manguo zimejaa makaton hey. Lakini Kanyari hapo niliona alitudanganya juu Kanyari ni mtu wa kamera, na Kanyari kila kitu yote huwa anatupostia. What I'm trying to say is kama Kanyari jana angepatana na kina Sky ange nini, angepiga picha ama achukue ka video? Kanyari apatane na watoto wake alafu akose kuchukua video? Ei, hei hey, si, sisi sio watu, sio wajinga bana, watu sio wajinga hey, hey, kanyari wetu mimi kanyari ananichekesha walai. Kanyari alafu watu wamekuja kwa social media wakaanza kusema o oh, Kanyari tangu betibayo akufe hakuna kitu ingine unaubiri kwa kanisa oh, unaubiri kila saa, hata ubiri kitu U, you, you are talking about beti betibayo, betibayo unaubiri saa ngapi eh? watu wanamuuliza anaubiri saa ngapi hmm? So manze nikubaya ik like, nikubaya, nikubaya watu wanataka wa, lakini guys, wacheni niwaambie Beti bayo aliuliwa. Beti bayo ni kama, ni kama kuna kitu, kitu alifanyiwa a ati kifo kutoka kwa Mungu hiyo eh, eh, sio kifo kutoka, ile kifo yenye mnasemanga ati ni kifo kutoka kwa Mungu, hapana hapana. Unaona vile watu wanaongea, mara tukikaakaa shushu ya shushu ya sky ndio huyo mara tukikaakaa sky ndio huyo mara tukikaakaa Kanyari ndio huyo mara tukikaakaa mtu ndio huyo from nowhere anasema sijui a ah, ah, ah, ah, kulala sijui mara aliota na Beti Bayo sijui nini ah, yeah, yeah, yeah, yeah. wawe auimagini mutu anagonjeka kansa siku moja alafu anakufa hiyo siku anakufa hiyo siku hey, hey. Nyinyi munasema nini? Hey. Nikubaya, guys. Usiamini rafiki yako kikulecho, niliwambia kinguoni mwako na nikawambia fimbo ya mbali aiui nyoka. Hey, mupende msipende. So mimi sijui ni advice gani yenye mnaweza pea Kanyari juu mimi hai personali namhurumia sana juu. Yes, Kanyari akona nini ya kuases wale watoto, lakini kupewa watoto akae na wao hapana, hiyo maybe watu watakataa. He, watu hawawezi itikia hiyo kitu. Ati Kanyari akae na watoto, aje? Aje sasa? Yes, Kanyari he is very suit to tukukao to, to na watoto but ataka na watoto wapi? Kwa nyumba yake alisema wanakaanga watu 200. Kanyari mwenyewe akona tabia zenyaazieleweki kwa mitandao he? lakini nataka kuwauliza, kwani mnataka kuzimia Sky Victor nini nyota yake? Kwa sababu sahii angekuwa ana post mavideo ku, unajua mimi kama ni mimi ningehil ninge kwa kupost hizo mavideo, lakini sahii mukininyang'anya simu munaninyang'anya simu, alafu u, u, u, una, una expect nifanya aje? Nifanyaje? Si nitakufa na stress za my mom, ala so hey. Mazee, tujiombee tu tuacha tu, tu, tu, tu, watoto wetu wakiwa wazima, wakiwa watu wazima, yaani hawa watoto wameachwa kwa ngiza sana. Kama nyinyi wenyewe mulikuwa muna troll huyu mtoto akiwa bado hata mamake amekufa, mnamwambia sijui matiti ziko na nini sijui, mnamwambia, si, munamwambia vitu mingi je Sai, ayuko nani atamwelewa hiyo kierere yake? Na hiyo kierere yake niliwambia ndio inafanyanga alipo huyo per month. Huyo mtoto analipwa pesa, hmm? Pesa mingi sana kwa mwezi alafu mko hapo mkimutrol na umaskini ndio inawasumbua. Get it from my mouth. Huyo mtoto mkimzimia nyota mupate mtoto hawezi weka video kwa YouTube, kwa TikTok, kwa Facebook, mutakuwa mumemumaliza kabisa. Na hapo ndio umaskini utaanza. Muzazi mwingine hawezi angalia watoto wa mtu mwingine vile mama ya watoto angewaangalia. Hata saa zingine nasemanga, hata heri baba akufe, mama abaki, at least watoto wasiangaike. Unajua mama kama mama wako watoto hawaezi hangaika. Imagine, watoto hawaezi hangaika, lakini sasa mama yuko ah, baba ndio amebaki kanio. Imagine ukienda kuambia babako oh, unajua nanyesha nasikia, niki nasikia, ni nikisikia ki, ni uchungu juu nanyesha, hmm? Naona vitu kama hizo unaenda kuambia babako maybe uko na mimba maybe unasikia uchungu, cramps ndio hizo unaenda ay, I, I can't imagine like sh I can't imagine man, I can't imagine so manzi, mimi nimefika mahali nilikuwa naenda, na si tuonane kwa next video. Mulisema, tuachane na hii familia ya Beti, lakini ni Kanyari. Kanyari ndio ako too much manze, Kanyari anaongea sana na lazima turiatie vile anaongea, sisi kama content creators, eh. Eh. So guys, naenda hapa attachment. naenda hapa attachment, mtaniona nikidunga watu masindano Fofofo. nasijui kama Kuna parking? Oh my God. Oh oh, hapa kuna parking. So guys, eh, nimefika hapa nilikuwa nakuja hapa hosi attachment kidogo. Inaitwa internship. Inaitwa Internship. So guys, eh, mambo ya Kanyari, hatuache, eh, sahii like we gonna talk about it eh. Situona neni guys, tuona neni Yaba, wanataka kuchukua toa pasta Kanyari.